Ujumbe wangu kwako, Rais Kagame, japokuwa wapo watu wengi ambao wanaelewa vifungo vya Biblia vinavyosema, mtii wenye mamlaka, ningeweza kutimiza eneo hilo kwa kuheshimu andiko hilo, kama ungekuwa wewe ni mungwana lakini kwa sababu umekuwa sio muungwana, siwezi nikatii andiko hilo kwamba nifike mahala nikuite mheshimiwa, ila nakuita Rais Kagame, basi natosha. Kwa sababu rais, hata rais wa mpira ni rais. Kwa hiyo nakuita Rais Kagame, nataka nikupe taarifa kwamba kumbuka, mwaka elfu moja mia tisa themanini wakati ukiwa Munduli ulipopelekwa na Mseveni kusomea masomo yako ya kijeshi kwa maandalizi ya hilo mnaloliendeleza hapo Rahima Empire, tulifika pale tulikuwa watu wanne yule uliyemwambia kwamba una kiu ya maji akaenda kukununulia yaani machupa ya yani manne ya maji ndio huyu anayeongea na kwa kawaida tukumeshasikia ya sauti yangu na kwa sababu hiyo nataka nikupe ujumbe kwamba baada ya pale hatukuweza kuonana tena lakini nataka nikwambie kwamba mimi ni mbembe wa baba na mama. Sisi, Bwana Kagame, kawaida yetu huwa hatuhitaji mafunzo ya kijeshi mpaka ya mtu aitwe general. Kwa mbembe huwa hakuna kanali wala hakuna brigedia. Kwa mbembe huwa hakuna meja. Sisi tukiwa watano, tukishika silaha basi yule tunayeamua kuwa mkubwa kwa kundi letu hapo ndio anaitwa jeneral. Ndio maana umati utitiri wa maimai wa kibembe ndio walioanzisha hiyo slogan ya watu wote kuitwa majeneral. Na ujeneral wetu, wewe umesomea ujeneral wako ulionao, umeanzia mafunzo Tanzania, ukaenda Uingereza, ukaenda Cuba baadaye ukaenda kumalizia